Tumia saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo msikilizaji, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ukiwa nami Sarafina Robi tulionayo katika Amka na BBC leo hii. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ikiwa Hamas itasalimisha silaha zake Gaza, basi Marekani italipokonya kundi hilo silaha hizo, hata kwa kutumia nguvu. Ripoti mpya ya wizara ya utalii nchini Uganda imebainisha kuwa mwaka 2024 ulikuwa kipindi cha ahueni ya ajabu tangu viwango vya kabla ya COVID-19, huku kukiwa na asilimia 7.7 ya ongezeko la utalii wa kimataifa ikiandikisha wageni milioni 1.3 wa kimataifa. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia ni kwa nini ama ni kwa namna gani ukosefu wa mahitaji muhimu ya kijamii unavyochochea maandamano katika nchi mbalimbali, hususan Madagaska, baada ya kanali wa jeshi kusema jeshi limechukua udhibiti wa taifa hilo. Kuna hali fulani hivi sasa ya uelekeo, kwa sababu kulikuwa na sitofahamu, nani hasa anaongoza nchi. Kwa hiyo baada ya kusikia kwamba jeshi limeamua kuchukua, basi kumekuwa na utulivu fulani, watu wanajua sasa na nchi inakwenda wapi, nani ni kiongozi shaka ni Jumatano tarehe 15 mwezi wa kumi mwaka 2025. Lakini kwanza nampisha mwenzangu David Nkya akusomee mukhtasari wa habari za dunia. Karibu Nkya. Asante Sarafina. Hamas imekabidhi miili ya mateka wengine wanne waliouawa huko Gaza na kufanya idadi hiyo kufikia wanane. Miili hiyo imehamishwa katika taasisi ya uchunguzi wa kimahakama mjini Tel Aviv kwa ajili ya kutambuliwa. Ripoti nyingine zinasema miili mingine minne itakabidhiwa Jumatano, lakini hili halijathibitishwa. Kulikuwa na hasira kubwa kwa raia huko Israel wakati Hamas iliporudisha miili minne tu kati ya 28 na siku ya Jumatatu. Hapo awali Israel ilionya kuwa itazuia misafara ya misaada ya kuingia Gaza. Tayari rais wa Marekani Donald Trump amesema ikiwa Hamas haitasalimisha silaha zake huko Gaza, Marekani italipokonya kundi hilo silaha haraka, na pengine kwa kutumia nguvu kubwa. Vyombo vya habari nchini Sudan vinaripoti kwamba usambazaji wa chakula huko Elfasha unafikia kikomo baada ya kikosi cha Rapid Support Forces kulizingira kabisa ardhi. Eneo, eneo la ardhi hilo, usambazaji wa chakula umesimamishwa mwishoni mwa juma na masoko katika mji mkuu Darfur kaskazini yana kiasi cha kidogo cha chakula kilichosalia. Waandishi wa habari wanasema vifaa haviwezi kusafirishwa tena kwa magendo hadi katika mji wa ngome ya mwisho wa jeshi katika eneo hilo. Jeshi la Sudan linaendelea kudondosha chakula na silaha kwa vikosi vyake kupitia angani, lakini raia wanazidi kukabiliana na hali mbaya zaidi ya kibinadamu. Vyanzo vya usalama nchini Pakistan vinasema kwamba jeshi limeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya wapiganaji wa Taliban wa Afghanistan kwenye mpaka na kuharibu ngome kadhaa zaidi na Estalombano. Video kadhaa zimetolewa zikionyesha mashambulio ya Pakistani yakiharibu vifaa vya kijeshi katika maeneo ya milima. Kabul bado haijajibu na hakuna taarifa kuhusu majeruhi. Mapigano hayo yanafuatia mapigano makali kati ya pande hizo mbili mwishoni mwa juma na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Islamabad inaishtumu Kabul kwa kutoa hifadhi kwa wanamgambo wanaoshambulia vikosi vya usalama vya Pakistani, tuhuma ambazo zimekanushwa na serikali ya Talibani ya Afghanistan. Mapigano hayo ya wiki moja pia yalivuta hisia za rais Donald Trump ambaye alisema za kusaidia kumaliza mzozo huo. Hapo awali akizungumza na kituo cha televisheni cha Pakistan, waziri wa ulinzi Hawaja Hasif amesema kwa sasa kuna uhasama kati ya uhusiano wa nchi hizo mbili. Na rais mpya wa Peru Jose Jeri amemteua jenerali mstaafu wa polisi kwenye, mwenye takriba ya kukabiliana ama tajiriba ya kukabiliana na ugaidi kusimamia mapambano dhidi ya uhalifu. Akiapa katika baraza lake jipya la mawaziri, rais huyo amemtaja Vicente Tibusio, ambaye alishiriki katika operesheni dhidi ya makundi ya waasi ya Tupa Amaru na Shining Path katika miaka 1990 kuwa waziri wa kwanza waziri wa kwanza ama waziri wa mambo ya ndani. Serikali inasema amechaguliwa kutokana na uzoefu wake katika kupambana na uhalifu, ulanguzi wa dawa za kulevya sambamba na ugaidi. Jose Jeri alichukua wadhifa wa urais wiki iliyopita baada ya bunge kupiga kura kumshtaki mtangulizi wake Dina Bolterel. Peru itafanya uchaguzi wa rais mwaka ujao wakati muda wake utakapokamilika. Hii ni BBC. Bariza Dunia imesoma kwako na David Nkya akiwa Dar es Salaam. Unaskiza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia redio ya shirika mbalimbali mbali, kama vile radio Free Africa, Capital FM na redio One nchini Tanzania, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma, Kenya, na redio Muungano Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasi ya Congo. Pia unaweza kutusikiza ama kuyasikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu wa bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Karibu, mimi ni Sarafina Rubi. Tukianza moja kwa moja ni kwa rais wa marekani donald Trump amesema ikiwa Hamas haitasalimisha silaha zake huko Gaza, Marekani italipokonya kundi hilo silaha hizo hata kwa kutumia nguvu. Rais Trump amesema Hamas walimwambia watasalimisha silaha kama sehemu ya mpango wake wa kusitisha mapigano, akisisitiza kwamba ingefanyika wakati huo huo. Jeshi la Israel inasema Hamas imekabidhi miili ya mateka wengine wanne waliokufa zaidi na beldin waliaula Kundi la Hamas limeimarisha udhibiti wake katika miji ya Gaza na kuanza kuyaandama makundi yaliyokuwa yakishirikiana na Israel, huku rais wa Marekani akiapa kuwapokonya silaha kundi hilo. Kundi la Hamas limechapisha video katika mitandao yao wakiwatoa uhai watu wanane ambao wanasemekana kushirikiana na wakandamizaji wao Video hiyo inajiri wakati kumekuwa na mapigano makali kati ya Hamas na makundi mengine ya Kipalestina, huku kundi hilo likiendesha operesheni eneo la Gaza dhidi ya makundi hayo mengine yaliyojihami ambayo wanadai yanaungwa mkono na Israel. Hamas awali iliangamiza kundi pinzani la Fatah mwaka elfu mbili na saba na sasa kuwa kundi pekee linalotawala eneo la Gaza. Israel imesitiza kuwa kundi la Hamas halifai kupewa au kupata nafasi yoyote katika uongozi wa Gaza na lazima warejeshe mabaki ya mateka ishirini na wanne waliofariki wakiwa wanazuiliwa. Aidha, Israel pia inataka kundi hilo kupokonywa silaha. Rais wa Marekani Donald Trump anasema wapiganaji wa kundi la Hamas watakosalimisha silaha zao hawatachukuliwa hatua na kuonya kuwa iwapo hawatasalimisha silaha hizo wenyewe watapokonywa kwa nguvu.

Na sasa tuelekea nchini Uganda ambapo utalii umepanda zaidi mwaka huu kwa mara ya kwanza tangu viwango vya kabla ya Covid-19 baada ya sekta hiyo kurekodi ongezeko la asilimia 89.2. Ripoti mpya ya wizara ya utalii ya Uganda imebainisha kuwa mwaka 2024 ulikuwa kipindi cha ahueni ya ajabu na ukuaji wa sekta ya utalii ya Uganda. Wakati utalii wa kimataifa ukianza kupanda kote duniani, ufanisi wa Uganda ulijitokeza kwa asilimia 7.7 ya ongezeko la utalii wa kimataifa ikiandikisha wageni milioni moja nukta tatu wa kimataifa. Hili lilifikiwa vipi na Uganda, inafanya nini ili kuhakikisha sekta yake utalii inaendelea kukua? Ili kupata majibu kwa maswali hayo, Ron clifodit amezungumza na afisa mkuu mtendaji wa bodi ya utalii ya Uganda, Paul Kakoza yetu tuna wanyama inaitwa gorillas mountain gorilla, gorillas si lowland gorillas, mountain gorillas mm -hmm. Mountain gorillas tuikona the, the th The largest population. Mm -hmm. Tuiko na fam family kumi na ine, wao wanakula majani tu. Unajua kwa Kiswahili gorila wanaitwa sokwe. Sokwe, uh -huh. sana wao wanasema DNA uh -huh. karibu na, na watu iko 97% DNA yao karibu kutoshana na wanadamu, ndio lakini kando so na hao, kuna kitu kingine chochote ambacho mtu akija Uganda atafurahia kama mtalii? oh, of course, atafurahia sana tuna, Lake Victoria. Kuna, of course samaki hiyo Migingo Island <laughs> Mmechukua Migingo kutoka kwetu mkaifanya yenu. Wajua Migingo kuna samaki mingi sana, ndio inaleta karibu, uleta vitu vita. Ndio, lakini sisi bado ni mandugu kweli. Kama sisi kuna wageni wa, wa, wa, watoka for example Australia. mm-hmm. au hawezi kuja Kenya pekee awacha awenda hata Kuja kwa Uganda, kutembea Uganda. Kwa hivyo mnajaribu kufanya ushirikiano kwamba watalii wanapokuja Kenya, Ndiyo. wawe pia wanatembea Uganda. Ndio. Tuzungumzie kitu kingine ambacho wengi wanakitaja sana wanapozungumzia Uganda. Mm-hmm. Chakula. Wajua nini nanasi yetu? Walita nanasi. Mm-hmm. Is the best in the world. Hakuna nchi nyingine iko na mananasi yetu. <laughs> Mm-hmm. Alafu wajua sisi no kahawa. Kahawa robusta kahawa. Mm-hmm. Kitu kubwa sana siku hizi, eh, wajua eh. Vivitu vingi vizuri sana, Nindio. Lakini watu wengi hawajui vitu hivi vizuri kuhusu Uganda. mm -hmm. Nyinyi kama uh, bodi ya, ya utalii Uganda UTB mnafanya nini kuhakikisha kwamba watu wanajua hivi vitu vizuri ambavyo wanaweza kwenda Uganda na kuviona no? Sisi kuna uh, festivals mingi sana kwa hii mwezi ya Novemba sisi kuna nyegenyege nyegenyege nimeshawahi -nyege. nyege -nyege. nyege -nyege. nyege -nyege. kuja sasa, hii Gen Z kuja nyegenyee kuga cheza kula chakula kujafanya kuja kuja kila kitu nataka huko Uganda Nye -nye -nye. Sasa chakula yetu awanasema ati chakula ya Uganda iko kweli organic nam. Ni afisa mkuu mtendaji wa bodi ya utalii Uganda Paul Skakuza akizungumza na Roncliffe Audit. Tukisonga mbele ni kuwa msikilizaji Lucy Mocheche, maarufu kama Mama Michael. Ukimwona akitembea njiani utadhani yuko sawa, lakini ukweli ni kwamba ana mengi mawazo yanayomzunga. Anachokumbuka ni kwamba mwanawe alikuwa akipenda sana kunywa kahawa, lakini kila anapokumbuka matokeo ya kahawa hiyo ya ajabu, anasalia kububujikwa na machozi tu usiku na mchana na kujiuliza maswali mengi yasiyo na majibu. Asha Juma amezungumza naye kuhusu safari ya maisha ya mtoto wake. Kitu gani kilichochea, ama kilibadilika na kilibadilika wakati gani? alizaliwa alafu, ni mtoto mwenye alikuwa na heshima zake. Akijiunga na chuo kikuu, ilifika hapo sasa, mwaka wa pili nilianza kuona ni kama kuna mabadiliko. Mara ya kwanza kabisa kugundua ya kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa kwa Michael ni wakati gani? Nilianza kuona mabadiliko wakati nilikuwa nampigia simu, huo ni akiwa mwaka wa pili, inachukua muda sana kupokea simu alafu nikaona masaa ya kurudi kwa nyumba yamebadilika. Hapo ndio nilianza kuona kuna shida, lakini sikufikiria ingekuwa shida ya kunipotezea raha mpaka leo hii. Sasa, ni wapi ulianza kuwa na mashaka na Michael? Alikuwa nakaa sana akisoma, alafu sasa sikuna chai maziwa, alafu sasa yeye anapenda kahawa, lakini wakati huo sikutaka kujua anapikia wapi kahawa juu si kuna jagi ya kuchemsha maji, so mi nilikuwa naona hiyo kala ya brown hadi leo hii naibika nikikumbuka. Ni nini ni, ni wapi? Sikujipanga. ulijuaje Michael sasa penye amefikia amepotea? ni wakati nili hiyo kahawa nimeweka kwa meza, haipungui iko hizo sachets, lakini kukunywa maji yanachemshwa na anakunywa so nikaanza kutaka kumuuliza kama anajinunulia kama jafurahia nikimununulia, akawa mkali. Alafu siku moja akaenda sasa kabisa, ilikuwa sijui ni siku mbili, unajua it has been long. Nilipata nikipigiwa simu kutoka hospitali moja, kama naweza mjua kijana anaitwa majina zake, so nikajitambulisha nikasema, mimi ndio mamake mm. Nikaulizwa kama anaweza fika huko mm. Niende nifanye nini, nimwone. Nilishtuka sana, Maiko mpaka leo hii Maiko ananga siri uki mimi ananiambianga ni nini na mkwasa. So akaniambia mam, nilitoka na students wengine tukaenda mahali fulani, mi walinipatia spirit nikafikiria, sikuwa najua spirit ni gani. Sasa mi nikuwa najua tu spirit moja. Akaniambia, unaona ile methylated spirit. mm -hmm. Hiyo ndio nilipewa, nikakunywa hivo tu. Sasa H ulikuja kugundua kahawa ilikuwa kitu gani? Nilikuja nikagundua baadaye. mm -hmm. Kahawa ilikuwa kitu gani baada, sasa wakati alianza kukosa kuoga. mm -hmm. Na kupoteza kuona, kupoteza kunywa kitu moto, alafu hataki kuona mwangaza, alikuwa anatumia dawa za kulevya, unajua. Alikuwa amekufa juu ile digrii ya injari zenye alikuwa amepata, survival nini ilikuwa kidogo sana. Naam, na sasa tuelekee viwanjani naye Omari Mkambara Nikianza na soka, kampeni ya kufuzu kushiriki fainali zijazo za kombe la dunia la mwaka elfu mbili ishirini na sita zimekamilika rasmi barani Afrika baada ya michezo ya jana. Jumla ya mataifa 53 yalikuwa yakichuana kuwania tiketi za kwenda kushiriki michuano hiyo ya kombe la dunia. Timu tatu za mwisho zilizofuzu ni Afrika ya Kusini bafana bafana, simba wa teranga Senegal, pamoja na tembo ivory costi, ambao wataungana na mataifa ya Moroko, Tunisia, Masri, Algeria, Ghana na Kavede kwenda kushiriki kwenye michuano ijayo ya kombe la dunia ambayo itafanyika kwa ushirikiano wa mataifa matatu ya Canada, Mexico na Marekani timu za Kameruni, Nigeria, Gabon na jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo sasa watasubiri kufuzu kupitia kwenye michezo ya playoff ya mabara. Nako barani Ulaya, timu ya taifa ya England imejihakikishia kufuzu kucheza kombe la dunia baada ya kuwachapa Latvia kwa goli tano kwa kwa bila, huku wareno wakibidi kuendelea kusubiri baada ya kuambulia sare ya goli mbili kwa mbili na Hungary. Nyota wa timu hiyo Cristiano Ronaldo alifunga magoli mawili na kuweka historia kwa mfungaji aliyefunga magoli mengi zaidi katika michezo ya kufuzu fainali za kombe la dunia akifikisha jumla ya magoli 40 na kumpiku nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Guatemala, Carlos Ruiz, ambaye alifunga magoli 39 kati ya mwaka 1998 mpaka 2016. Ronaldo amefungia timu yake ya taifa jumla ya magoli 143 na akifunga jumla ya magoli 948 katika maisha yake yote ya kandanda. Hispania wao waliweza kushinda kwa goli nne kwa bila dhidi ya timu ya taifa ya Bulgaria na nikisalia kwenye kandanda, kikosi cha timu ya taifa Tanzania jana kilicheza mchezo wa kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Iran na kuchapwa kwa magoli mawili kwa bila, mchezo ambao ulichezwa huko Dubai. Na katika mchezo wa mpira wa kikapu, timu ya Dallas Mavericks imetangaza kumwongezea mkataba kocha wake Jason Kidd kwa mara nyingine. Kidd aliwaongoza Dallas kufika fainali mbili za NBA akiwa kocha. Mavericks walitoa tangazo hilo jana Jumanne usiku, lakini hawakueleza ni muda gani wamemwongezea kocha huyo ambaye anaingia ya katika msimu wake wa tano akiwa kocha wa timu hiyo ya mpira wa kikapu. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi hii, naitwa Omari Mkambara.